Kwa mara ya kwanza wanafunzi wa chuo hiki cha Moi wamejitokeza waziwazi kupasua mbarika kuhusu mkondo wa usimamizi wa mtihani unavyotekelezwa na wahadhiri wao. Uh, usimamizi hatupendi kabisa. Eh? Ati wa, malecturers wanane wanakuja kusimamia wamesema usiandike hata kitu kwa mwili usifanye nini. Dakika like kidogo, ati sijui mtu amepatikana na simu tena, aenda aandike jina na lakini hajapatwa kikopi eh, hey. Lakini kuna vile this semester nayo imekuwa wamekaza kidogo <laughs> ah, in withdrawal ya this semester man ko ko tight ko tight na zam aan uh, ziko poa but at some point ni ngumu pia, maleko ametukazia sana this time. Yeah, like simu wanachukua kama umekuja na simu exam room na the distance between the students. Hata hivyo, wanafunzi wa mwaka wa tatu kutoka hapa katika kitivo cha kilimo na maliasili wamenadi kuwa hali ya usimamizi wa mtihani ilikuwa shwari bila shari. Exam from past days imekuwa little bit strict, kama hujalipa fee yote imekuwa na shida shida. About classroom pale examination space nimekuwa little bit uh, spacious kidogo, unapata from one from wewe to another person in a little space from the one zimekuwa fit he kufika hapo sasa Friday kizungumkuti kaanza. Yeah, uh, it's so what o said, sijui hii unaangalia inakaa kufanywa na watu wa masters lakini katika yeah, kitivo jirani cha habari, sayansi na mawasiliano, wanafunzi walikuwa wakiendelea mtihani wao huku wahadhiri wakiwa ange, ili kuzuia pitapita za wanafunzi hao. Waadhiri wameunga mkono utekelezaji wa kusimamia wanafunzi kwenye vyumba vya mtihani ili kuweza kudhibiti visa vya udanganyifu. Nikiripotia runenga y Kambi kutoka kwenye barabara hii ya kuelekea kwenye kitivo cha mafunzo ya uhandisi, jina langu ni George Mwandoro.